Nikaona basi angalau yeye ahadi tuitimize, tuwaleteni jezi seti nane na mipira na na mipira nane simenelewa ili kila mshiriki apate mpira moja na jezi seti moja, ili angalau sasa mkishiriki kuna yale mashindano yani mtakuwa na mimi. Mmenifanya nini? n yani nimesema sasa, jamani, mitano tena imeisha, si ndio? Sisi tunaomba tuseme mitano mfanye nini, Imeisha sasa. Kama imeisha, na mimi sasa siniishe tu vizuri, na mimi nasema yeye mheshimiwa amemaliza, si ndio jamani? Sasa mniage kwa kucheza michezo, na mimi ni furaha zao eh? <laughs> Kwa hiyo nikachukua nafasi hiyo, lakini pia nikasema, unaondokaje? Niwaambieni tu tunavyoyafanya haya ni kwa mapenzi ya chama cha mapinduzi. Sawa, eh, sio kwamba unafanya haya kwamba una uwezo mkubwa hapa. Sawa, ukitoa unaweza kuona uwezo, alafu unaweza usitoe, si ndio jamani? hmm. E, sasa mimi haya nimejibana nimejibanabana tu kidogo nikasema, hebu ngoja niminye kidogo mnyamwe hadi nikaminya mnyamwe hadi nikasema, hebu niachie kidogo niwapelekee na vijana, unasikia eh? Kwa hiyo <coughs> <See>, eh? <coughs> akatoa ridhaa akasema, basi wapelekee. Akaka jitumbua jamani, tukipata tunagawana kidogo. Mimi nasema niwaambie wa kweli, siku zingine wao tunaokota kota kule manispaa. Sasa tukipata na mimi naona nadunduliza kwenye kile kibubu cha nyesi, mnasema mna ile mikopo nini? Kausha damu. Sasa mimi ninaye kausha damu kwa kuona naiweka nikasema, ikifika mwisho wa mwaka mua, tunamaliza ile miaka mitano, nami naenda kuchungulia kule nikaushadamu, kuna mzigo kule, nikaona ah, kumbe mzigo unatosha. Kwa hiyo nikachomoa hapo milioni mbili pointi sita nikasema niwanunulie vifaa, nikasema hizi milioni mbili pointi sita, hebu na wenyewe, nikaona bora na mimi niwarudishie kidogo. Kwa hiyo mkiondoka hapa Yaani muondoke na kwamba dhana ya kwamba sisi tu, mimi nimetoa, sio kama nimetoa. Sasa mheshimiwa anamaliza muda wake, huyo anaanza kututengeneza, hapana. Naomba tu muelewe, sawa eh? Kila mtu anastahili kuondoka, sawa eh? Kwa hiyo na mimi nikasema niondoke na staili hiyo, si ndio? Kwa hiyo nimeona niondoke kwa hivi, lakini pia niache alama, lakini kwa sababu hii nafasi ya udiwani si tu kwa kipindi kingine cha miaka mitano, hii anapanga Mungu, sawa jamani, hii itapanga Mungu, lakini pia na chama changu, sababu chama ndio kinadhaa ya kuteua nani anafaa kugombea kwa miaka mitano mingine sawa, eh, naweza nikasema mi nataka kugombea, nikaenda chama kasema we natosha, muda umefanya nini hii. <coughs> Chama cha Mapinduzi kina taratibu zake za kuteua na kina taratibu zake za kupiga kura. Nyie mnaweza mkanipigia kura mimi nikawa nikashinda kwa kishindo, kumbe chama cha Mapinduzi kikasema haukuteuliwa na utakiwa kuhoji chama chetu kikisema ukuteuliwa, usihoji. Kwa nini mimi sikuteuliwa? Na wakati unateuliwa ile miaka mingine mbona hujasema, hujawauliza mmeniteua, si umeona? Lakini sasa leo ukuteuliwa, naanza tena kuwahoji viongozi, mimi amkuniteua kwa nini? Hiyo ni utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, na huwezi huwa watu hoji, lakini ni kwa sababu ndio utaratibu na demokrasia ya kweli ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi naombeni niwaambieni kwamba hili nililofanya ni kwa sababu tumeshirikiana nanye kwa kipindi cha miaka mitano mizuri. Kwa hiyo mashindano kama mnavyoona ratiba ile pale, hatujatangaza zawadi mwendeshaji e, lakini tutategemea tuta tutoe zawadi ambaye na nyie mtaona kwamba yani ni kumbukumbu yenu ya kwamba tutatoa zawadi e, mkichukua mbuzi simnamla tu anaisha na mifupa mnaitupa huko e, sasa sitakuwa hamna zawadi ambaye mnaikumbuka. Sasa tulikula tu mbuzi, sindio? Lakini mkiona zawadi usema mitano tena mama Samia Diwani alikuwa amemaliza miaka yake mitano, alituachia zawadi, sawa. Kwa hiyo tutaandaa zawadi ambayo itakuwa ina ukumbusho, mtakuwa inaonekana hata nyinyi mkienda klabu yetu ilipataga zawadi, sawa jamani. Kwa majina naitwa Mahamudu Hamadi, mimi ni kapteni wa timu ya inayotokea mtaa wa Kilambida ambayo ni Kiboni FC. Tunamshukuru mheshimiwa diwani kwa kutuletea kombe hili katika kata yetu ya Kindai, na nafikiri fursa hii kwa vijana, kuonyesha uwezo wao na pia kutukutanisha vijana pamoja. Namshukuru sana mheshimiwa diwani pia ameweza kutugaia ame mipira pamoja na jezi ah. Manufaa ya kombe hili nafikiri, cha kwanza itaunganisha ita, ita vijana wa kata ya Kindai, itadumisha ita upendo, mshikamano, lakini pia katika kukuza vipaji vilivyopo katika kata yetu ya Kindai. Kwa majina anaitwa Rasisefu, natokea kata ya Kindai, mchezaji mkongo wa kata ya Kindai, veterani. Tumefurahi kupokea jezi hizi na mipira hizi kwa mheshimiwa diwani katika kata yetu ya Kindai kuandaa mashindano hayo ni jambo ya kusisitiza vijana kuepuka mambo mabaya na kufata michezo. Vijana wa Kindai pia wanatakiwa washukuru, pamoja na sisi maveterani, na tunaisifu CCM na Mheshimiwa Diwani kwa jambo hili jema kuanzisha mashindano haya katika kata yetu. Maana jambo lililoanzishwa katika kata yoyote zaidi ya kata ya Kindai. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa Diwani na viongozi wote walioko kata ya Kindai, ni wapongeze sana sana sana. Lakini sisi pia vijana pia wanatakiwa pia na wenyewe waweze kujituma kuhakikisha mtaa wa Kindai una vijana safi na kuepuka mambo mabaya.